Afya, ndugu zangu wamezungumza wa walionitangulia. Hospitali yetu ya Abdallah Mzee tunaendelea kuimarisha, tunaleta kifaa kinaitwa MRI. Zamani ukikihitaji hicho, unabidi uende uende Dar es Salaam. Sasa kifaa hicho kinakuja Abdallah Mzee mkoani pale. CT scan tayari iko pale, dialysis alikuwa anazungumzia makamu wa pili hapa, ya kusafisha figo, kusafisha damu iko pale alimradi, hivi karibuni pia tunaleta upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo katika hospitali ya Abdalla Mzee. Ndugu zangu, tutaendeleza huduma za maji katika kila sehemu, tutaendeleza huduma za umeme. Tumepunguza gharama za kuunganisha umeme kutoka laki nne mpaka laki mbili. Tutaendeleza huduma za umeme na maji kila pahali. Tunaomba kura zenu tuyafanye haya.